Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika chaneli yako pendwa pindwa, na kuomba uweze kutufuatilia hatua kwa hatua. Ndio tuko katika shamba la mkulima akitufundisha faida na hatua mbalimbali mbali. na sababu kwa nini ameamua kulima nyanya. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, na kuomba usichoke uendelee kutufuatilia hatua kuhatua, kwa hatua ambazo tutaweza tuaua tunaongea na mkulima wetu. Kwa hiyo nakukumbusha uweze kusubscribe uweze kulike uweze comment pia namba za simu zinapita kwa ajili ya mawasiliano pamoja na vitabu. Kama unahitaji vitabu, vitabu vinapatikana kwa bei nafuu, tuwasiliane ili tuweze kukusaidia kwa. Ndugu mtazamaji, bila kupoteza muda, ngoja nimkaribishe mkulima aweze kutuelezea faida mbalimbali na tuelezee amejiandaa na jambo gani kuweza kutufundisha kwa siku ya leo. Karibu sana mkulima, karibu sana ndugu mtazamaji. Tuendelee hatua kwa hatua, shambani pana faida na mafanikio yoyote yule ambaye aliamua kuwekeza katika shamba katika kilimo, huyo mtu, na asilimia nyingi ya watu sasa hivi wanafanikiwa kwa njia ya kuwekeza katika kilimo. Watu wengi sasa hivi wanafanikiwa kwa sababu ya kuwekeza katika mazao. Uwekezaji wa zao la nyanya ni uwekezaji bora sana. Asilimia kubwa ya watu ambao walioingia katika kilimo cha nyanya kwa akili wamefanikiwa katika maisha yao, tena wamewini kwa kiasi kikubwa. Hawa watu sasa hivi wengi wao wamejenga mijengo na kuwa na biashara kubwa kutokana tu na zao la nyanya. Zao la nyanya lina faida tena kubwa tena kubwa sana tu, zaidi ya vile ambavyo we unavyo unavyofikiri, zaidi ya vile ambavyo we unavyolichukulia zao la nyanya. Zao la nyanya faida zake ni kubwa mno. Zao la nyanya lina faida ambayo isiokuwa ya kawaida, lakini asilimia kubwa ya watu wengi ambao wasiojua ubora na umuhimu wa hili zao, wasiojua umuhimu na faida ya hili zao huwa wanajichukulia kawaida, tena wanaichukulia kawaida sana. Lakini nataka nikwambie hivi, mpenzi mtazamaji, hili zao sio la kuchukulia kawaida. Faida za hili zao ni kubwa sana, faida za hili zao ni kubwa mno, kiasi kwamba ni aina ya, ya mazao machache sana ambayo yanaweza yakaendana na zao la nyanya, ni mazao machache sana endapo ukilima kwa kutumia akili yako vizuri na kwa kusoma vipindi na nyakati, unaweza ukajikuta unalima awamu moja tu na ukajikuta umeusahau umaskini, ukajikuta umeondokana na swala zima la kuwa omba omba ukajikuta umefanikiwa kwenye maisha yako, na kupata mtaji uliokuwa mkubwa ukakuwezesha kufanya mambo mengine makubwa zaidi. Mmea umetulia, mmea umetulia vizuri. Kwa hiyo kijana, rudi shambani, kumenoga. Yani wewe ambaye ulikimbilia mjini ukihisi kwamba labda mjini ni sehemu ambayo ni rahisi kutafuta kutafutia mali uka ukaona kwamba kuwa kijijini na mashambani hapafai, lakini mwisho wa siku umeingia huko mjini na mambo hayajaenda kama jinsi ulivyokuwa unafikiria, na ulipo haujui uanzie wapi uishie wapi. Hebu chukua muda wa kujifunza, ikirudi shambani Rudi kijijini shambani, pana noga shambani, panalipa kama hivi ambavyo unavyoona shambani, panalipa kwa kiasi kikubwa mno. Shambani pana faida, faida zake ni kubwa mno, faida zake ni kubwa kama jinsi ambavyo unavyoona, faida zake sio ndogo, mpenzi mtazamaji na mjasiria mali mwenzangu. Kwa hiyo rudi shambani ukalime rudi shambani ukapambane, mwisha wa siku utafanikiwa tu, mafanikio yapo tu. Utakapokuwa umelima zao lako Mungu akakujalia kuwa umevuna, hata kama ulikuwa umeplani kuwa mfanyabiashara, hata kama ulikuwa umeplani kutengeneza eh, kitu fulani hivi kwenye maisha yako, utafanikiwa kukitengeneza, utafanikiwa kukifanya kwa sababu kwa sababu umejipatia uh, kipato ambacho kinachowezesha kufanya hicho kitu ambacho unachokifikiria kwenye akili yako. Kuna baadhi ya watu wengine wameshindwa kuendelea na masomo. E, wameshindwa kuendelea na masomo kwa sababu ya umaskini. Familia zao hazina uwezo wa kuwasomesha kwenye shule ambazo eza wamependekezwa kwenda kusoma. Kwa hiyo, wapo tu nyumbani wanashindwa waanzie wapi? Sikiliza, pa kuanzia papo. Hebu anzia hapa, anzia kwenye kuanzisha kilimo, kilimo cha zao kama ili la nyanya. Unaweza ukaandaa hata tuta zako hata kumi na tano, ukaanzia hata tuta kumi zinatosha kabisa kwa ajili ya kwanza kutafutia mtaji. Tuta kumi zinatosha kabisa, ukaangalia wakati sahihi wa kuweza kulizilima hizo tuta kumi. Unaziboresha vizuri kama jinsi ambavyo inavyotakiwa unahudumia vizuri mmea, mwisho wa siku, Mungu akija kujalia ukavuna, aa, matokeo mazuri nabola, na bora unaweza ukayapata, na mwisho wa siku hicho kiasi kidogo kikakusaidia kwa ajili ya kuweza kutengeneza kitu kingine kikubwa zaidi. Mwisho wa siku hicho kiasi kikubwa zaidi kikakufanikisha kuweza kutengeneza au kuendelea na hatua nyingine ambayo uliokuwa nahitaji eza kama ya masomo eza kama ya kuanzisha biashara eza uwekezaji wa kitu fulani, au ufunguaji wa ofisi fulani ambayo unayohitaji kuifungua kwenye maisha yako. Maana kijana ukikaa kizembe kwenye maisha ya sasa hivi kwenye ulimwengu ambao tunaoishi kila siku, utaendelea kuwalaumu watu, utaendelea kuwaona watu ni wachawi utaendelea kuwaona watu wana roho mbaya, hawataki kusaidia, utaendelea kuwaona watu hawana maana. Kumbe hao watu wana maana sana, tena maana yao ni kubwa tu, lakini wewe ndo hauna maana, kwa sababu hujajitambua na bado hujaelewa na bado akili yako ina ugumu wa kuelewa, kujua na, ku, na, na, na, na kujua, eh, kujua na kugundua kila ambacho unachopaswa kukifanya, au wewe unachopaswa kukifanya ili kiweze kuwa msaada kwenye maisha yako. Angalia kijana, vitu kama hivi, vitu kama hivi unaweza kukivifanya hata wewe. Vitu kama hivi, una uwezo mkubwa pia na we wa wakuvizalisha vitu kama hivi hata kwako vinawezekana. Kwa hiyo kama kwako vilevile eh, vile vina kinawezekana, ebu amua kufanya, amua kutenda. Ukishakuwa umeamua kufanya, ndipo utaanza kuelewa kwa nini haya ambayo nayo yasema na nayaeleza na kwako. Chukua muda wa kujifunza, chukua muda wa kuamua kufanya kwa kutekeleza hayo au kwa kuamua kufanya hayo, utajikuta umepata mafanikio makubwa kwenye maisha yako, na utaondokana na swala zima la, la la la kuwa katika wakati mgumu na hali ngumu ya maisha. Utaondokana na hali nzima ya yaku, kuwa ni mtu mwenye lawama na kuwalalamikia ndugu zako au watu wengine, kuwalalamikia kuwa hawana msaada kwako kwenye maisha yako. Kwa hiyo chukua huo muda wa kufanya, chukua huo muda wa kutenda, ili kwenye maisha yako uweze kufanikiwa. Maana mafanikio huwa hayaji kivembe, mafanikio huwa hayaji ukiwa umekaa. Wala hakuna mtu yoyote ambaye ashawahi kupata mafanikio akiwa amekaa. Hakuna mtu yoyote ambaye ameshawahi kupata mafanikio akiwa ametulia tu amekaa. Au hayupo ambaye shawahi kufanikiwa kwa kuja mafanikio tu kushuka kutoka eza mbinguni yakaja mpaka kwake hayo mafanikio akayapata. Hapana, huyo mtu aliamua ku, kuanza, aliamua kupambana, huyo mtu aliamua kufanya na katika kupambana, katika kuamua kutenda, katika kuamua kufanya, huyo mtu akafanikiwa, na maisha siku, akawa na maisha kama hayo ambayo alionayo. Kwa hiyo kijana mwenzangu, lazima akili yako iishi kwa kulielewa hili ambalo ninalolisema. Hiki ni kitu ambacho kina faida kubwa sana kwenye maisha yako. Hiki ni kitu ambacho kwenye maisha yako kinaweza kikakuondoa katika hali nzima ya kuwa maskini na omba-omba katika maisha yako. Kwenye maisha yako utajikuta umepata mafanikio yale ambayo uliokuwa unayahitaji, na mwisho wa siku unaweza ukayaona maisha, kumbe ni rahisi, maisha kumbe hayana kazi maisha kumbe ni mepesi, lakini endapo ukiamua kufanya mchezo, umaskini unakusubiri, umaskini unakungoja, umaskini unakuwinda kila siku, umaskini utakutafuna, mwisho wa siku utakufa ukiwa fukara, utakufa hauna chochote Mwisho wa siku hata watoto wako wakash, ukaja kufa bila kuacha chochote cha watoto wako kurithi, kwa sababu uliyatumia maisha yako kidhembe, ukautumia ujana wako kidhembe, na mwisho wa siku uzee wako ukawa ni uzee usiokuwa na faida na maana yoyote. Mwisho wa siku ukawa sio mtu ambaye huheshimiwi, ukawa ni mtu ambaye hupati heshima hata kwa hata katika mikutano maana sasa hivi hata kwenye mkutano wa mtu ambaye aliye na uwezo wa kusimama ni yule ambaye inaonekana kuwa katika jamii ana, ana, ana kipato ana ana mali ana uwezo mkubwa katika jamii ambayo inayomzunguka, ana mali za kutosha, huyo mtu ndiye ambaye huwa anapata uwezo mkubwa kuweza kupewa nafasi ya kusimama na kuzungumza kitu. Lakini we mwenzangu na mimi we na siku zote, kipato ukiwa na wea, kipato ukiwa na, kipato, ukiwa na na akili pana ya utafutaji, hata wale ambao wa, wa, waliokuwa wanakuona kuwa hauna hadhi ya kukaa nao mwisha siku, siku moja utakuja kula nao meza moja, utaketi nao, uta, utaongea nao mtabadilishana mawazo kwa sababu wanakuona kuwa wao na wewe ni akili moja, yaani wao na wewe ni, ni, ni gurudumu moja yaani wao na wewe ni gari moja nalo linaloelekea sehemu fulani. Yaani wewe na wao ni safari moja, kama mmepanda chombo basi ni gari moshi moja. Kwao lazima watakuona kwamba wewe kiwango chako kinaendana na kiwango chao. Hata hivyo, utakuwa na wakati mgumu, utakuwa na wakati ambao eh, eh, ni mgumu kwenye maisha kuweza kutafakari na kuelewa vile ambavyo unavyopaswa kuweza kuwa ndio. Ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, tuko tuendelea kupata elimu kutoka kwa mkulima wetu, na ukumbusha ukumbuke kuweza kusubscribe, uweze ku like na comment. Na pia uweze kufuatilia na soma comment kwa elimu gani unajifunza kupitia video hii, kwani mkulima atafundisha vijana tuweze kujitambua. Naomba tuendelee, na uamue kujitambua na kujielewa na kuelewa kwamba wewe ni nini ambacho unachokihitaji kwenye maisha yako. Lazima uamue kuelewa kwamba ni nini ambacho unakipenda kwenye maisha yako. Hicho ambacho unachokihitaji na kukipenda, amue kukifanya. Na siku zote penda kuongeza ki, kitu kipya kulingana na kila ambacho unachokipenda. Kwa sababu sio kila wakati una, eh, sio kila wakati eh, sio kila muda na wakati unachokipenda kinaweza kikaendana na muda na wakati ambao uliopo. Kwa hiyo kama unapenda kitu fulani jaribu kuongeza maarifa mapya kulingana kile unachokipenda. Hata kama kikiwa ni cha zamani uwe na uwezo wa kukifanya kiwe cha kisasa, uwe na uwezo wa kukifanya kiwe katika ubora unaoendana na wakati. Ukiwa na uwezo huo, uwezekano wa kutoboa, wa kufanikiwa mapema upo, na Mungu atakufanikisha na wewe utafanikiwa. Kwa hiyo kijana mwenzangu, lazima uamue kuzingatia hayo, lazima uamue kufanya hivyo ambavyo ninavyokueleza, ili kwenye maisha yako uweze kufanikiwa na maisha yako yaweze kuwa bora na yenye mafanikio. Ukimwona mtu yeyote ambaye aliyefanikiwa, ujue aliamua kupambana, ujue aliamua kuwatho, ujue alitumia, aliwekeza muda wake mwingi katika kufanya mpaka akapata hayo mafanikio ambayo alionayo. Kwa hiyo wewe kijana, amua kutumia akili yako, muda wako wa kutosha kwa ajili ya kuweza kuyafanikisha maisha yako. Kwanza unatakiwa kuchukia hali ambayo ulionayo. Ukianza kuichukia hali ulionayo, lazima akili yako itaanza kutafuta namna ya kujiondoa kwenye hiyo hali ngumu ambayo unayoipitia sasa. Kwa hiyo ukiwa na akili ya hivyo alafu kajua jinsi ya kuweza kuchanganua na kuanza kufanya mafanikio. Yapo kijana, mafanikio yapo mjasiriamali ya mwenzangu, mafanikio yapo kwa ajili yako wewe, ambaye wewe ambaye unayependa mafanikio, wewe ambaye unayehitaji kufanikiwa. Mafanikio yapo kwa ajili yako, mafanikio yapo kwa ajili yako mjasiria mali. Kwa hiyo lazima uamue kufanya na ndipo kwa maisha yako utafanikiwa. Yabo ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, tuko tunaendelea na makala yetu, na amini tunaweza kumsikiliza mkulima. Ni kijana mdogo ambaye anajishughulisha na kilimo, na hilo shamba unaliangalia, hilo ni shamba takriban miaka mbili na nusu, lote anamiliki kijana huyu, ndio kijana mjasiri ya mali ambaye ametokea mjini akija kijijini huku kulima nyanya ili apate mtaji wa kuweza kujiinua na aweze kurudi mjini kwa ajili ya kufungua biashara. Mimi naamini umeweza kupata elimu na umeweza kujifunza vitu vingi sana ambavyo ameweza kukushauri. Kwa hiyo kama kuna chochote ambacho umeweza kujifunza naomba niandike katika komenti hapo, katika video ijayo tutasoma komenti hiyo, ni pia tunaweza kuingia katika DM kwanza kwa ushauri. Mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, ndipo tunasoma komenti. Ni kitu gani ambacho umejifunza kupitia video hii ya kijana mjasiriamali aliotokea mjini akaja kijijini na kalima shamba lake la nyanya ili kusudi aweze kupata mtaji wa kuweza kurudi mjini na kuendeleza katika kimaisha? Ina maana amekuja kwa malengo maalum ya kulima nyanya na tayari kashalima na nyanya unaziangalia katika skrini yako jinsi zilivyokuwa ni nzuri, na nyanya zake zipo katika hatua nzuri, tayari zishatoa matunda eh, karibu uweze kuangalia. Unaona, unaona mti huo, unaangalia majani yake, tayari yupo katika hatua nzuri, kwa majani yako vizuri na matunda yameanza kuonekana. Ndani ya mwezi huu naamini kijana mjasiriamali ataanza kuvuna na ashavuna, akiuza, akipata mtaji wake atarudi kwao mjini kwa ajili ya kuanza kufungua biashara, na malengo makubwa sana anayo, lakini amechukua methali ile kwamba ukitaka shamba, ukitaka mali utaipata shambani, kurudi shambani ili aweze kuipata hiyo mali. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, tunakuomba uweze kutuandikia majibu ya maswali ya kuuliza swali. So, la kwanza linauliza umejifunza kwa nini kupitia video hii ya kijana mjasiriamali wewe kama kijana mjasiriamali katika mkoa wako, je, kuna fursa ya kilimo cha nyanya swali lingine, kwa nini mpaka sasa haujachukua hatua ya kuanza kulima nyanya? Ni changamoto gani ambazo zinakukabili unapotaka kuanza kulima kilimo cha nyanya unashindwa? Maswali haya naomba yajibu katika comment na nitayasoma, na atakayejibu vizuri ataweza kupata zawadi, tawasiliana naye kupitia uongozo wa Nebuye TV Utaweza kukupa zawadi kwa kujibu maswali hayo kwa uzuri na kwa weledi mzuri. Ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, tunashukuru sana kwa kuweza kuwa na sisi. Tunakuomba uweze kufuatilia video zingine mbalimbali ambazo zinahusiana na, na kilimo cha nyanya pamoja na ufugaji wa bata pamoja na mboga mboga. Ina maana unajihusisha na kuwainua vijana wajasiriamali ili waweze kutimiza ndoto zao. Karibu sana na Nebuye TV, tunashukuru sana kwa kushirikiana nasi.